Huku ulikuwa wapi? Tayari umeshaanza maswali yako, ni kutoe kafara wewe. Sasa hii vita ni mbichi. Ehe, safari lini yakalia koo wa na posta yangu hakupendi, au ndo kwa sababu ya umaskini wangu, sababu unamsaidia sana Malaika, basi ni kama ndugu yako hapo sana. nimekuelewa. Tunaweza tukasema kwamba yale yote yanayotokea katika Nisamehe Mama yamechukuliwa vizuri na mwamba kabisa, ukitwara Rahasa. Lakini pia kama wewe unamkubali sana Malaika, basi bonyeza sasa neno subscribe, neno lilipo pembeni hapo hivi chini ya video hii, ili ukajihakikishia kwamba unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata episodi ijayo ya tamthilia hii safi kabisa ya kuitwa Nisamehe Mama. Yes. Sasa mara baada ya kusubscribe. Ah, kitu pekee ambacho natamani na kabisa nikwambie ni kwamba katika huu mzigo, yapo mengi mazuri sana ambayo yamecholwa na mwandishi, lakini pia kitu kingine ambacho ni kikubwa zaidi ni kwamba katika yote ambayo yamefanyika humo ndani kuna mafunzo mengi ya kuzingatia hasa juu ya watoto wadogo, the way ambavyo wanaweza wakapambania haki zao, lakini pia juu ya wale ambao wanawazunguka wanawanyanyasa. Mzigo huu ninaufananisha sana na mtoto yatima ya kwake wide on platform. Kama bado hujaiangalia, kimbia huko ukaiangalia lakini pia mzigo huu naifananisha na mama wa kambo ya kwake Ben Shizo, ambaye ni channel ya Baby Supu. Sasa wote hawa wametisha zaidi, wakizifanya kazi nzuri sana, lakini pia huu mzigo hauko mbali sana na binti yangu ya kuwakebaba Juan. Sasa ni wewe tu kuchagua kwamba ni kazi gani ambayo inakufresh ama inakonga moyo kati ya hizo ambazo nimekutajia, lakini uzuri ni kwamba wote hawa wamelenga kuelimisha jamii, lakini pia sijamsahau kwamba mwingine e, ambaye pia amefanya vizuri na movie ya mwanangu Hisi, hii mizigo yote ni ya moto sana. Sasa chukua tu muda wako wewe uweze kufuatilia na uweze kujifunza vitu vingi vizuri ambavyo vyote hivyo vyote ni kwa ajili ya elimu dunia tu. Sasa kama bado hujasubscribe katika channel yetu basi bonyeza sasa neno subscribe ili ukajikishia kwamba unakuwa mwanafamilia halisi wa Bongo Jojo ili ukajikishia kwamba unakuwa kwanza kabisa kupata maelezo yote hasa tunavyoizungumzia Nisamehe Mama, yes tisha sana kwa kusubscribe, tisha kwa kushare, tisha kwa kulike. Lakini pia tuambie unaangalia Nisamehe mama ukitokea wapi, tudondoshee komenti yako katika uwanja wa komenti.